Maendeleo tena Mbele. Mbele. Mbele. E, sawa sisi tunashukuru kwanza kuwaona nyinyi kama vile wamama ambao muna kuja kwa ajili ya kutusaidia kwa ili ambalo tuko nalo hapa e, ndugu hapa ni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo e, kwenye jimbo la Sud Kivu. E, kwenye tarafa hili la Fizi tunapatikana Kakela mu sekteri ya Nganja mu e, grupment ya Babungwe Side. Hapa ndipo tunapatikana, na sisi ni shirika la GHF. Au wamama mnaowaona hapa ni wamama pamoja nasi GHF ambao tunashirikiana kwa ajili ya kilimo kwa ajili ya maendeleo ya kilimo cha hapa kwetu Kakela ya pili. Kwa hiyo tuko nao hapa tutafundishana namna ya, ku, ya kupanda shamba kupitia kamba ambayo siku hizi mbili tatu mtaona hizo video zetu za upandaji shamba kupitia kamba kwa mfumo wa kisasa. Mimi ni ndugu Emile Fidele. Sijue mama unaitwa nani? Elena Ana Kali. <laughs> na ndugu pale hata wale wengine nao ndugu. <laughs> mm -hmm, ndugu naitwa nani? uh -huh. Mzee, mimi naitwa konseye mse wengine. Ala, sawa. Hawa ndio baadhi ya wandugu ambao tuko nao hapa kwa ajili ya kujifunza namna ya kupanda eh, shamba la mahindi kwa mfumo wa kisasa. Basi mbegu yetu ni, ndio ile. Tuleteni tusaidie kwanza. Hii ndiyo mbegu. Hii mbegu inahesabiwa kama vile kilo mbili hii, hii mbegu ni sawasawa na kilo mbili na kila punje hapa ukiangalia vizuri, ina hesabu, yaani imepita kwenye hesabu. Hii mbegu ndio <coughs> ambayo tutapanda kesho, na tutapanda aje sasa? Ni vile gisi ambavyo niko na hizi hapa kwenye mikono yangu, unaweza ukaiweke kwenye sahani au chombo chochote, na unachukua mpanga ku kwetu tunazoea kuita tule tujembe tudogo tunatuita eamba, eh? na zani zipo hapa hizo hizo jembe ambazo tunaziita eamba huvo, ueamba tunaweza tukajisaidie navo, au tunatumia mpanga na tutatumia aje? Ndugu kuya, kwanza tuonyeshe alama moja ya kutumia ya kupitia, kama kuna zingine hapo ambazo sipo tayari hivyo, ambavyo wana wanavyofanya nafikiri tuwe tunaangalia kule, eh kwa jinsi ambavyo kuwa sasa i ili uonyeshe namna ambavyo nesha hivyo ndivyo wanafanya. Umeona namna ambavyo ndugu ame huo unafunika hawachaji wazi wanapanda wana mnafunika. Hmm. Basi kwa mfano huo ni kwamba hii ndiyo kamba. Hii kamba itafika kwa mia moja. Hii kamba itanyoroshewa hadi kufika kwa mita mia moja. Sasa watu, kuna mtu mmoja atakaa hapa, atakaa upande mmoja na mwingine atakaa katika ule upande wao, watahusika sana na kupima. Wakati mnapopanda hii, hii shamba hii kamba, mkipanda hivi tena, anapima hivi tena, mnapanda na yani sijui kama mna, mnaweza ukawa na na kuonyesha namna ambavyo eh. Sasa baada ya kupanda hivyo, wengine wote watakuwa hapa katikati, watakuwa hapa katikati wakigawana, ili labda isichukue muda, kwa sababu huwa inasumbua sana. Ukipewa nafasi ya kupanda kwa uwingi zaidi, unaweza ukasikie mwili oh, kiuno nini. Lakini wakati mkikuwa wote katikati, mna banana utajikuta unapanda hata nani punje kumi tu na unakuta, unafika kwa mwenzako na hapo unasimama, na kwa sababu ile mwenzako naye amesogelea ame kwa mwenzake basi naye amesimamia pale, mnaisha tena mnakamata n